Kitu ambacho nataka kukusaidia leo msichana ni kwamba hawa wanaume unaowaona huku nje ni waoga sana, na ni watu wenye aibu sana kuomba pesa kwa watu wanaowapenda yani, kuomba msaada. Yaani mwanaume alivyoumbwa ni mtu wa kufight, ni mtu wa solution ya matatizo. Ndio maana mwanaume kama anakujali anakuthamini, yani hawezi kusema shida yake kwako ataenda kusema shida yake kwa watu ambao hawapendi, hawapendi kabisa. Yani, mwanaume anapokupenda sio rahisi kukuambia matatizo yake unless uwe mke wake halali. Ukiwa mke wake halali, kuna namna atashare, na kama anakupenda sana, atashare kwa namna ambayo yani atakuonyesha tu am okay, lakini wewe kwa sababu unajua, utajua tu kabisa my husband is not okay. Sasa wewe msichana, ambaye unaona huyo mwanaume wako Yaani yeye kila muda anataka umpe pesa, ana matatizo, anakupiga, ana matatizo, anakupiga, ana matatizo, kila siku yeye ana matatizo maidia, hupendwi. Wasichana wengi wamekuwa wakijidanganya kwamba, yaani, mimi mwanaume wangu yuko huru sana kwangu, ananiambia matatizo yake yote, yaani yuko huru, yaani maskini, hata akipitia changamoto ananiambia. Baby girl, hupendwi, that guy is just using you, you are too nice na amegundua you are too nice. You are understanding girlfriend, na yeye ana take advantage of you. Kwa hiyo be very very careful, msichana. Mwanaume anapokuambia kwambia matatizo yake, especially kama hajakuoa huyo mwanaume, he is using you, nakwambia. Leo kuna siku utakuja kunipigia simu uniambie, sister, uliwahi kusema hiki kitu. Mwanaume ni mgumu sana kusimama matatizo yake kwa watu, ni mgumu sana kwa hiyo ukiona wewe ni boyfriend tu au ni mchumba ameisha anza kukupa changamoto zake, o, ni nikopee hela o nifanyie hivi baby, nina shida hivi, unapigwa unapigwa. Run for your life. Run.